Kama una dalili hizi basi ujue mimba yako iko salama. Je, yeah, unatamani kufahamu ili ujue mimba yako ipo salama au la? Okay, nisikilize. Ukiona una dalili hizi basi ujue kuwa mimba yako haina shida kabisa. Kwa hiyo ondoa wasiwasi kabisa. Namba moja, kama una maumivu ya kuzidi ya nyonga, vile vile kama haubleed damu. Kama una maumivu makali ya nyonga manake ujue kwamba upo salama. Maumivu ya nyonga yanatokea hasa kwa mimba kubwa, lakini yanakuwa ni maumivu ambayo yanavumilika. Ukiona maumivu yamezidi mno, basi ujue kwamba haupo salama, yawezekani maambukizi au changamoto nyingine. Vile vile kama kubleed damu, eh, bleed damu ni ishara ya kwamba mimba inatishia kuharibika, hususan mwezi wa kwanza hadi wa tatu. Damu kama ime, imezidi, hiyo inakuwa ni hatari kwamba mimba inatishia kuharibika. Ukiona upati hiyo basi jiaminishe kwamba upo salama. Namba mbili, kama unapata homa za asubuhi hususani kwa miezi mitatu ya mwanzo, trimester ya kwanza, homa za asubuhi ni kawaida, na hii inamaanisha kwamba homoni zako zipo active, zimeitikia kwamba una ujauzito. Kwa hiyo homa za asubuhi kwa mama mjamzito, hilo ni swala la kawaida. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi kabisa, uendelea kutunza mtoto wako ukiamini kabisa yuko salama. Namba tatu, mtoto kama anacheza tumboni hasa hapa ni kuanzia wiki ya kumi na sita ya ujauzito kwenda mbele japo wengine huwa inachelewa sana lakini kuanzia wiki ya kumi na sita hadi ishirini na tano basi ukiona na hisi mtoto kucheza tumboni basi ujue mimba yako iko salama hiyo ni dalili nzuri kwamba mtoto wako anakuambia mama ninaishi ninapumua hivyo basi ili kujifunza zaidi shia na mwenzako usiwe mnafiki Shiana mwenzako na yeye pia ajifunze, lakini vile vile usisahau kutufollow au kusubscribe kwenye channel yetu ili kuendelea kupata masomo na tips zaidi kuhusiana na ujauzito. Asante sana.